Mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro, Dr. Godfrey Mtei, na mganga mkuu wa manispaa ya Morogoro, Dr. Abraham Mahizo, ambao wameongoza zoezi la kufunga hospitali hiyo wamesema wamefikia maamuzi hayo katika kutekeleza maagizo ya Wizara ya Afya waliyoyatoa baada ya kufanya ukaguzi na kubaini kuwa hospitali hiyo haina vigezo vya kutoa huduma kwa wagonjwa, ingawa walipewa muda wa miezi kadhaa kuhamia katika jengo lao jipya lakini bado wamekiuka utaratibu na kuendelea kutoa huduma za afya katika hospitali hiyo. Chalii imefungwa kutekeleza agizo la Wizara ambalo aliandikiwa mmiliki kwa barua hii, sio mwenye, sio mfanyakazi wake. Barua hii iko wazi, imeandikwa kwa mmiliki. Sasa nashangaa kwamba wanasema aliandikiwa mtumishi, wakati barua ya agizo la kufunga imeandikwa mmiliki lionayo hapa tu yapo mm -hmm. Mapungufu kadha wa kadha ikiwa ni pamoja na rio eh, kwamba kuingia katika jengo hili lazima upite kwenye vichochoro. Kuna biashara zinazoendelea, kuna baa iliyofunguliwa iko mlangoni kabisa hapo kwenye hospitali, na mambo mengine mengi tu ambayo kimsingi kitaalamu yalionyeshwa wazi katika taarifa ambayo ilitolewa baada ya ukaguzi kufanyika. Barua nazo

Naye mmoja wa wasimamizi wa hospitali hiyo inayomilikiwa na kanisa la International Charismatic Church of Tanzania ICT, Mandia Karim, amesema wanasikitishwa na hatua ya Wizara ya Afya kuifungia hospitali hiyo, kwani kuna mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea, na kwamba kufungiwa huko kutaathiri na kusababisha usumbufu kwa wagonjwa wanaotegemea hospitali hiyo kupata matibabu, huku akionekana kuwaelekeza wagonjwa waliofika hospitali hapo katika jingolao kwa masikitiko, kwa sababu kwa wakati huu tulio nao, hasa tukiangalia kwamba hospitali yetu imekuwa ni inatoa huduma kubwa sana hapa mjini na sasa inafungwa, na wagonjwa wengi wameshazoea wanakuja hapa. Ili ni tatizo kubwa, si kwetu, hata kwa jamii iliyopo, hata kwa serikali iliyopo pia. Sidhani kama wao wanalichukuliaje jambo kama hili, kwa sababu taratibu bado zilikuwa hazijafuatwa, zile zinazotakiwa kufuatwa. Kwa hiyo mmeonewa? Tumeonewa. Kutoka Morogoro, Devota Minja, ITV.